Nataka nimalizie kwa kueleza, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, huwa ni nini kinatakiwa kifanyike ili ile nguvu iweze kujengwa na kukua, kutoka dunamis kutoka exousia uh, alafu iende kratos iende iskus. Kuna nini ambacho huwa kinatakiwa kifanyike. <coughs> Luka sura ya nne mstari wa kwanza au tuanze waiamini sura ya tatu mstari wa 21 Luka kujazwa Roho Mtakatifu ni jambo moja na ni hatua ya kwanza, lakini kumanifesti zile nguvu za Roho Mtakatifu, hilo ni jambo la pili, ni jambo jingine. it is not an automatic process. Luka sura ya tatu, stari wa ishirini na moja. Ikawa watu wote walivyokwisha kubatizwa na Yesu, naye amebatizwa naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, na sauti ikatoka, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu nimependezwa nawe. Luka sura ya nne mstari wa kwanza baada ya Yesu kuja, ndio nataka nikuonyeshe. Kujaa kwa Roho Mtakatifu ni jambo moja, lakini ili uweze kujenga nguvu ya Mungu itakayothibitisha ishara na ajabu, kuna kamchakato, mpendo wangu. Mstari wa nne amili sura ya nne mstari wa kwanza anasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani Kilichofuata akapelekwa kwenye mchakato wa jinsi ya kugenerate power on his life. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 ni kali, akijaribiwa na Ibilisi, lakini pia alikuwa anaomba. Oma mstari wa 14, Luka hiyo hiyo sura ya nne. Baada ya mchakato kumalizika, kune jipani, maandiko yanasema Yesu akabuni kwa nguvu za naambiwa akarudi kwa nguvu za Roho akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kandokando. Akukuwa na mabango yaliyotangaza ya, ya kwamba tarehe kuanzia tarehe kadha mpaka tarehe kadha ta. ta. mwana wa Nazareti, Yesu Kristo atakuwaa mnatangaza matangazo na kukutana wae njini atakuwa kifanya vitu vyake. Hakukuwa na hayo mabango isipokuwa ila kwa hiyo hii natufundisha kwamba kumbe, ili uweze kujenereti pawa na kujenga uweza wa Mungu kwenye maisha yako utakao utakaodhihirisha mamlaka ya kimungu, cha kwanza lazima uwe na kiu na shauku ya hizo nguvu. Hiyo kiu itakupelekea kwenye kitu cha pili. Niangalie notisi zangu. Cha kwanza ni lazima uwe na kiu na njaa halisi ambayo ni endelevu, sio wakati wa Pentekoste hivi ndio unasikia mahubiri kahamhamu kanakuja, baada ya wiki mbili kanakauka. Uwe na kiu na njaa, uwe na njaa ya hizi nguvu Bwana, ukisikia hizi hadithi ambazo nazitoa hapa, jinsi wazee wetu walivyotembea, hiyo kitu ni ku drive crazy. Uwe kichaa. Kwa nini mimi siyaoni haya mambo? Uwe na hiyo shauku. Mathayo tano sita heri wenye kiu na njaa ya haki, maana hawa watashibishwa. Mungu amejikomiti wa atakaye kuwa na kiu. Bwana atajifunua kwake. Zaburi 63 moja hadi moja hadi mbili, Ee Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame isiyo na maji. Mungu akiona kiu, huyu mtu anatamani, na ndicho ambacho kili wote waliomtafuta Mungu walikuwa na kiu na shauku Zaburi ya arobaini na mbili mstari wa kwanza kama ayala aioneavyo shauku mito ni maji, hivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu wangu aliye hai. Ni lini mtakapokuja nionekane mbele zako? Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi waniambiapo mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? ambayo ni endelevu. how much desperate are you for the power of God? Una shauku kubwa namna gani? Ukishakuwa na shauku kubwa namna gani, Roho Mtakatifu ambaye ameingia ndani yako, cha kwanza atakupeleka kwenye maombi. Ndio maana Yesu alipojazwa Roho Mtakatifu, cha kwanza akaongozwa kwenda nyikani. Unayedai umejazwa Roho Mtakatifu halafu utamamini kuomba, ujajazana Roho Mtakatifu wewe. Roho Mtakatifu popote pale anapokuwepo ana create shauku ya kuomba. Lakini sasa, kwa hiyo ukishakuwa, na kitu cha pili ni consistency in prayer kuwa na maisha ya maombi ambayo ni endelevu. Na ili uweze kuomba kwa kiwango ambacho kitajenerate hiyo nguvu, ni lazima uwe na kiu, yani kiu na maombi havitengani, havitenganishi Luka 18:1 imewapasa kuomba Mungu siku zote. siku ngapi? siku ngapi? We, unaombaga siku ngapi? unaombaga mara ngapi? unaombaga mara ngapi? Achana hachana na yale maombi. E, Baba tunakushukuru e, tunapoenda kulala ukaweze kuwaja. Siongele hayo maombi mimi. <laughs> siongele hayo maombi mimi naongelea maombi kama vile ambayo tunayasoma hapa Luka sura ya tisa. Ni ya tisa au ya sita? Luka sura ya sita, naongelea maombi haya, maisha ya maombi Luka sura ya sita mstari wa kumi na mbili ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Hapo alishakata siku zake arobaini. Mpo hapo, alishakata siku zake arobaini. Baada ya hizo siku arobaini, aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Ninachokiangalia pale ninaona notion ya masaa aliyo spent in the presence of God. Yani, alipopiga magoti kama ilikuwa saa mbili, alisema amina saa kumi na mbili, ndipo akanyanyuka. Bado hamjanielewa, bado hamjanielewa. Nasema hivi, tumesoma tume akaomba usiku kucha

ishirini baada ya hapo, tunakaribisha kikundi cha ngonjera kwenye mkesha. Baada ya hapo, tutakaribisha msanii fulani kwa ajili ya kitekesho. Baada ya hapo, tupumzika kwa ajili ya mapumziko ya chai. Mimi nilipohamia mjini kwa mara ya kwanza, nilishtuka sana kwa sababu sisi tulikuwa tumezoea kienda mkesha mkipraise kuanzia ile saa tatu mpaka saa tano kuelekea saa sita hapo mnaweka mahitaji. Baada ya hapo sasa tunaingia kuomba. Mkianza kuomba saa sita mnashtuka kumekuwa kumekua kwaoke. Jamani hey, watu wanahitaji kutawanyika. Ndio mnasema amina, kiongozi wa ibada afunga ibada tuende, watu waende nyumbani kuanzia saa sita na unaomba kwa sauti ya juu mpaka mishipa inataka kuchomoka kwa hayo masaa yote. Ukiniona hivi nilivyo, kuna mahali nilitegelezwa, sikiri. Mimi ni viazi vya mpea? Sio viazi vya mpea. Kuna mahali nilipita, tumepita, tumesota, tumesota kila Ijumaa kila Ijumaa. Mkianza kuomba saa sita saa kumi na mbili ndio mnasema amina. Na ndio maana nataka watu washikwe na hasira, nataka watu washikwe na hasira, watu washikwe na hasira, uvivu ambao tumewenekeza na usasa, uzungu, uzungu naita uzungu shetani adabu yake Yesu akakaa usiku kucha anaona Mungu. Sisi kama nitaiona, sura ya tisa, sura ya tisa ya kitabu hicho cha Luka mstari wa ishirini na sita baada ya maneno hayo, yani kuna kitu kilitokea huko, kuna kitu kilitokea sasa, baada kutokea ya hayo mambo kutokea, yapata siku nane, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Tazama watu wawili walikuwa wakizunguka naye, wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya, walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakokutimiza Yerusalemu. Sasa wale jamaa alioenda nao sasa <tosimu> Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi <tosimu> lakini walipokwisha amka waliona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro akaanza kuropoka akakurupuka wa kukurupuka kujenge vibanda sina nini hata ajue anachokisema kilichopelekea hapa nataka ni, ni kukuonyesha, ni time unayospend kwenye maombi. Hicho ndicho kinachojenga nguvu ya Mungu ambayo ikikaa ndani yako una uwezo wa kufika mahali na kuanza kuidhihirisha. Ukiangalia muktadha wa tukio hilo, Yesu alipiga maombi ya masafa marefu. jamaa wengine wakashiriki wakashirika kuanzisha wimbo ili Yesu aseme amina. Yesu hata hasemi amina, mwisho yakawashinda, wakauchapa usingizi. Kwa waka nini? Aliomba masaa mengi. haya ndiyo maombi ambayo yamepotea kanisani. Stai na stamina ya maombi imepotea kanisani, iwe kwa wachungaji, iwe kwa watumishi, iwe kwa nani. Stamina ya kupiga magoti masaa matatu manne mfululizo ndipo unasema amina. Alafu ukisema amina unashangaa, he, imeshafika saa nane sasa hivi, maana unaona umeomba kamda kafupi. Hicho kitu kimepotea na Bwana anataka hicho kitu kireje? Bwana anataka kitu hicho kireje? Kwa kwao Yesu alipiga maombi kwa muda mrefu mpaka jamaa wakasinzia, utukufu wa Mungu ulipokuja. Presence ya Mungu kisha kuwepo mahali fulani, kila kitu huwa kinaamka, kila kitu huwa kinaamka. Ningesikia mtu wa Mungu mmoja, Mungu amesema. Amina. Uwepo wa Mungu ukishashuka mahali, waliokuwa wavivu wanashangaa, miili yao inachangamka, waliokuwa wamezubazuba wanashtuka, wanakaa sawasawa, waliokuwa wapo wapo, waliokuwa wanafanya fujo wanatulia, wanakaa kwa adabu. Na ndio maana uwepo wa Mungu ukiwepo mahali fulani, hata watoto huwa wanatulia, kunakuwa na heshima, kunakuwa na utulivu. kwa uwepo wa Mungu uliposhuka wakatoka kwenye usingizi wao, ndio Petro aanze kukurupuka na mambo ya kujenga kibanda. Lakini idea ninayotaka uipate na uimeze, the time you spend in the presence of God, hiyo ndiyo inayojenga nguvu ya Mungu. Ukifanya hivyo continuously <coughs> ukifanya hivyo continuously. Utafika wakati Mungu atakuwa anakujaribu, anakutesti kwa vitu fulani. Kuna siku anaachilia nguvu ya Mungu, yanafanyika mambo makubwa. Mungu anataka kuangalia uadilifu wako, how will you operate, how will you stay with that power? Ukipewa mamlaka ya namna hiyo, uta, yani utaweza kuyatumiaje? Anakuwa anaangalia anakupima. Leo umepiga mtu akafufuka Silikuwa elfu mbili na kumi na nane, na ishirini na moja ilienda kuhubiri Kongo, tukiwa pale jukwaani tulikuwa wahubiri watatu, tukaletewa mtoto amekufa, ameshakuwa wa baridi, ametoka hospitali. Mama yake akatuletea, akamkabidhi mmoja wetu. Kuifupisha hiyo story, mtoto alinyanyuka, mtoto alinyanyuka. Baada ya hapo, nafsini mwako unajisikiaje? Akilini mwako unajisikiaje? Je, ni wewe ndio uliyefanya? Unajisikia je wakati huu? Baada ya hapo, utasimama kwa hivi, mbona mnipokea tabia ya biblia yangu? Je, utaanza kuonyesha vitu kama hivyo? Akiona tu mea vitu kama hivyo, anasema huyu huyu bado anahitaji kama ni chapati anageuzwa tena, inaendelea kuunguzwa <laughs> inaendelea kuunguzwa. Mungu haachiraki nguvu zake ovyo ovyo, mpaka amemtesti kwanza akadiririsha ya kwamba utakuwa na discipline ya jinsi ya kutumika na kutembea na hiyo nguvu, kwa sababu kuna mwingine akipewa hiyo nguvu, ukimkwaza anakwambia kesho unazikwa. Sisi utamaliza watu <laughs> <laughs> na hawa unawatamkia wa, una kuozika Mungu alikuwa amepanga baada ya miaka mitatu ijayo awaokoe ili awaite kwenye huduma ya kichumi wee unamwambia kesho unazikwa <laughs> huyu bado ana iro lakini ukionyesha ile discipline anaanza kuiachilia taratibu anaanza kuachilia taratibu, anaanza kuachilia taratibu, mpaka inafika mahali fulani, unatoka kwenye kiwango cha dunamis, unatoka kwenye kiwango cha cha susia cha, cha, cha, cha, cha unaanza kuoperate kwenye kiwango cha iskus na kratos. Maana yake unapofika kwenye kiwango cha iskus na kratos ni kwamba muda wowote hawahitaji kuimba wimbo wa kuabudu ili upata kumdeliver mtu kutoka kwenye situation fulani, unaweza ukatamka neno moja tu, yule mtu akafunguliwa. Idahosa siku moja anasoma matangazo, tangazo la kwanza, naomba tusimame. Aa, sasa na muda umeisha, tusimame. Unapomalizia anatangaza tangazo la kwanza, vijana watatakiwa wakutane pale nje. Tangazo la pili Uh, ule mkutano wa wachungaji. Wakati anasoma tangazo la pili, si mnaona pale ghorofani. Sasa kulikuwa na lile kanisa, lilikuwa na gorofa mbili. Akadondoka mtu mtoto kutoka gorofa ya pili, akapiga kichwa chini, fuvu likapasuka, ubongo ukaanza kutiririka kutoka nje na damu, watu wakataharuki. Yeye anaendelea na tangazo lake tu. Uh, ule mkutano wale ambao walikuwa wameahidi kuchangia. <laughs> Baadaye akawaambia, hebu mleteni wakamleta, damu zinachuruzika. Yeye ndio alienda ali pale, yeye ndo alienda pale alipokuwa amedondokea, pishe, akafika akatamka maneno tu kwa lugha mpya, riba ya Katara, basha kataa maneno matatu, ghafla wakashangaa, ubongo ulikuwa unatiririka kwenda nje, ukaanza kurudi ndani ya fuvu, damu iliyokuwa inachuruzika kwenda nje, na hivi tumepotea njia, tunatakiwa kurudi huku, ukarudi ndani ya fuvu alafu na fuvu likafunga, lilipofunga akarudi madhabahuni.

wakati huo ukitoka hapo unakuwa umebeba, ila usipoomba tena ina